Tunazungumza michezo, hii ni Chapesa Media, mimi naitwa Wasili Tambiko, lakini nyuma kamera director Runde, tupo na Mnandi J Yara. Hii ni exclusive interview, mambo mengi yametokea. Lakini Mnandi kwanza kwema, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu tuko bweri wa afya, leo tuko kwenye chungu kumi na nane kwa chungu kumi na saba e, tunaelekea kumaliza kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mambo mengi yanaendelea kwa kipindi hiki, yanaendelea kuibuka pale kwenye mabwawa hizi eh, vyula wanatoka nje kwa sababu joto limekuwa kali sana mpaka wale wadudu ambao wanamea, wanatoka watu wanaochukua kufanya chambo kuvulia samaki pia saa hizi wanatoka kwenye ardhi, wanatoka nje huku, wanaonekana saa hizi yeah. Jana ni sitofahamu katika mitandao ya kijamii kupitia alikuwa msemaji wa Young Africans Haji Sande Manara aka Bugati alitoka hadharani na kusikitishwa na kitendo ambacho alizungumza rais wa TFF Wallace Karia. Kwa mujibu wa Haji Manara, anamnukuu akisema kauli yake Karia amemuhuzunisha baada ya kusema ni ujinga na utoto e, kama wamechoka wakacheze sinema. Na kauli nyingine, Haji Manara alisema Rais Karia ni mrevu wa madaraka. Kauli umeipokea kwanza, Haji Sande Manara kwa Rais Karia. Manara ajaanza jana, ajaanza juzi. Manara kafungiwa akiwa Simba Sports, lakini Manara kaenda huko alikosema mwenye akili wawili, kaenda kapigwa bani tena, na kaonyesha kitendo cha utovu wa nizamu. Amefungiwa, lakini ameenda siku kwa wananchi kwenda kutambulisha wachezaji, maana yake kuumaanisha kwamba yeye yuko juu ya mamlaka na mpale kutoka pale mamlaka itaka kumpiga nyundo zaidi, lakini kuna sehemu ambaye anaitegemea ili kuvunja kanuni na utaratibu wa mpira wetu wa miguu hapa Tanzania. Kwa hiyo binafsi mimi naamini wenye mamlaka huyu ni sehemu ya kwenda kumfungia maisha, sio miaka miwili wala miaka mitano, haistahili kuonekana michezoni. Hafai kabisa kuonekana michezoni kabisa michezoni. Sababu kauli ambaye amemjibu Wallace Karia, unakumbuka kule Arusha alimwonyesha kidole, kwa ziaka Rais, huwezi kumwonyesha dharau kiasi hicho. Naamini kutoka pale tu alikuwa anastahili kufungiwa maisha. Watu wanamtetea sana, lakini Manara hastahili kuonekana michezoni. Atakuwa atulie angalie familia yake tu basi, lakini kwenye masuala ya michezo atakuwa akae pembeni, atuache yaani, atupishe kidogo yeah. Amenambali zaidi na akisema Rais wa TFF anamwomba aiombe msamaha klabu ya Young Africans baada ya kusema wamechoka kacheza sinema. Hey, mpira sio umeshindwa hii timu ya Makuli. Unajua Tanzania niwaambie, wengi hawajui kama hii timu ya Makuli. Hii timu haikuanzishwa kwa ajili ya mpira. Wazee wetu wakati wanaianzisha hii timu 1935. Ndio maana wanasema Simba katoka ubavuni, hii ilikuwa timu moja, sisi ni wafanyabiashara tunachukua tuna, tuna samaki feri kule posta tunakuja Kariakoo kuuza, wao wametoka pale Kamata pale, ukishuka down pale sasa hivi kuna daraja hapa round ya bauti bandari namba moja. Huku unaelekea Mbagala, huku unaelekea bandari namba tano. Kuna magodoni mawili ya serikali mpaka leo yapo. Hawa ni wabeba mizigo wametokea pale Makuli wetu, wa kwa hiyo wakachukuliwa, ili mradi kuwabeba wazee wetu, kuwavusha ili mradi kupata uhuru wa nchi, na kweli wazee wetu wamefanikiwa kupata uhuru kupitia Makuli. Sasa warudi kwenye mizigo yao watuachie mpira, sawa? Watuachie sisi watu wa mpira, tuendelee na mpira kwa sababu wanavyovifanya wana haki kweli kuambiwa wacheza sinema? Kwani sijuzi wameonekana kwenye kibao kata Si klabu hii mbele ya rais wao wa timu yuko ukumbini akiwapanga foleni wachezaji wake kuwatambulisha, kwamba kina mzinze hawa hawajaoa, hawa hawajaoa, ina maana je, akiambiwa kwamba hawa watakuwa wacheza sinema kakosea? Hajawazi yake ni ukweli. Waende kwenye sinema, waende wakabebe mizigo yao, watuachie mpira kwa asilimia mia moja na ishirini. Nasema kauli yake tu bado haitoshi. Mimi nitaka nisikie kashawapiga bani au kuwashusha daraja kabisa, kwa sababu tayari washamdharau. Leo umeambiwa mechi imeahirishwa toka saa nane. Wewe saa kumi unapeleka gari uwanjani kwa mamlaka ya nani? Hivi Mama Samia leo hii atamke saa hizi saa tisa hii. Sitaki kuona chombo chochote kuingia mjini. Kuanzia Kariakoo mpaka Posta sitaki kuona chombo chochote. Eti mimi nimetoka Iringa nimetoka Njombe, nataka niingie Kariakoo nikachukue bidhaa zangu, mimi siwezi kumsikiliza rais wa nchi. Naenda. Unaweza ukapinga. Lazima utii sheria bila shuruti. Sasa huyu hawa jamaa, kwa sababu mpira wanaona kama wa kwao. Huyu sasa ni muda sahihi wa kusimama viongozi na kuwapambania kuhakikisha hawa wanarudi kule walikotoka, kwenye mizigo watuachie mpira. Yaani karia saizi ingekuwa kasha shusha daraja. Mimi ningeenda kutafuta bata mzinga nile kwa sababu hao wanaharibu mpira wa Tanzania. Nao wakitoka kwenye mpira wa Tanzania, mpira utaendelea huu. Kuna vilabu kibao hapa wanataka kuendelea. Lakini kila siku wakiona wamefungwa na timu wanaenda kuidhamini. Wamefungwa na kuidhamini. Wakaa kwa njia hapo wameenda kuchukua Ihefu wakainunua kabisa. Kuibadilisha jina, kutoka Ihefu sasa inaitwa Singida. Kwa nini Singida ile? Singida wale Fountain Gate ndio Singida wameuzia Fountain Gate. Wale Ihefu. Lakini leo hii hakuna Ihefu tena. Wanajipigia kama mwembe wao wa uani na kesho wana bonanza lao kule Singida. Wanazindua uwanja. Kwa nini wasialike timu nyingine? Sasa wanaalika familia yao. Kwa tuseme tu ukweli kwamba hao washaishiwa washaishiwa maneno na washaishiwa mchezo wa mpira. Leo eti anasema sio anatoa taarifa wanaenda kazi. Kazi unaenda kudai nini? Unataka alama tatu zao. Oh, unaambiwa siku zote kama hujashiba kwenye sahani huwezi kushiba kwenye kijiko. Kwa hiyo kule wanapokwenda kule, Sawa sawa Africans wamefanyaje? Yaani wameshindwa kushiba kwenye sahani, watataka kushiba kwenye kijiko. Kule wanapokwenda, kule ndio wameenda kujigongelea msumari wa moto. Yaani kisu umekiweka kiunoni kina kwenye ala, kitakugeukia kitakuchoma mwenyewe. Ndio hichi kinachoenda kuwatokea. Wewe subiri mimi nipo hapa. Hii Yanga inashushwa daraja, yeah, timu yenye majina mawili duniani kote iko Tanzania. Dunia yote hata ndondokapo huko mtani, hakuna timu yenye majina mawili, lakini wao wanaangalia kwenye logo maandiko ya Afrika, lakini kwenye matamshi wanaitwa Yanga. Timu ina miaka tisini, bado miaka kumi kutimiza karne, lakini jina lao walijui. Akati mtoto wa miezi mitatu tu hawezi kutamka, lakini ukimuita anageuka kwa ishara, anajua hili ndio jina langu. Lakini timu ina miaka tisini, bado miaka kumi, lakini jina lao walijui. Wanang'ang'ania Yanga, Yanga. Sasa tunajua chakula cha wanyama Marekani Yanga, kuna timu ya mpira inaitwa Yanga. Haji Sande Manara akisema anamwomba injinia Said rais wa Young, eh, Africans aitishe mkutano wa haraka kuhusiana na kitu ambacho alizungumza rais wa TFS, Wallace Karia, na ajenda namba moja iwe kutoteza mechi ya dabi ya Kariakoo hata kama ratiba ikipangwa ya bodi ya ligi. Sasa anamwomba injinia Said aitishe mkutano wa wanachama. Aitishe mkutano wazee maana wana, wana, wana, wana makundi mengi sababu unakuta wao waitishi press lakini wazee wanaitisha press pale Jangwani. Yaani ukiona kwamba timu haina viongozi, haina watu wa eredi wa mpira. Yaani press anaitisha mtu yeyote tu pale klabuni. Hata wewe ukienda pale mwokota makopo, unaitisha press na unasikilizwa umekaa klabuni. Timu lazima ifuate protocol. Eh? Kwa nini timu haina weledi na watu wanaonekana wameenda shule lakini mbona wana, wanaendesha timu kihuni? Eh? Timu inaendeshwa kihuni. Sasa Manara kama nani? Amwambie engineer aje aitishe mkutano. Yeye kama nani? yes simba yule kaka simba kafanya kazi miaka saba anasema ni e, e, shabiki na mwanachama wa young africans kaanzishwa lini anaenda kule akiwa na miaka arobaini na tatu na anampa kadi mtu ana miaka arobaini na tatu kuna mapenzi yanaanzia uzeeni mapenzi blaza anaanza toka utotoni hiyo ndio ile elimu inaambiwa haina mwisho kwa watu wazima eti menkwa yaani unaenda kusoma kwenye mkorosho limeanguka dodo unaenda kukimbilia unachia daftari na peni unaenda kuokota dodo wewe utajua kusoma na kuandika Yaani ile elimu haina mwisho kwa yule ambaye anajiendeleza. So wewe hujasoma toka darasa la kwanza eti unataka kusoma una miaka 40 ndio kaanze shule. Huwezi kuelewa brother. Yaani ufikirie familia yako nyumbani, ufikirie kulipa kodi, ufikirie wale watoto wale. Sawa na masuala mbalimbali. Leo kasome, uelewe. Uelewi. Wewe utabaki kukupigia gitatu kama mbuzi unampigia gitatu. Kwa hiyo hawa ni wapotofu wa mpira. Huyu Manara atakuwa afungiwe maisha, asionekane kabisa kwenye mpira wa Tanzania. Huyu sasa hivi kashapoteza direction. Kwa hiyo sasa hizi anatafuta kiki, ili mradi watu wamfuatilie mitandaoni. Juzi tu ilivyotoka habari ile kwamba nani alikaa mwenyundo miaka miwili. Taarifa zile za ndani katokea, yeye ana posti nyundo mbili tu. Yaani anatafuta yeye maisha, mara kaposti kalafutari, kalala chali kama mtu alokata moto vile, alokula sumu. Yaani bado anatafuta ugali pale. Kwa hiyo kauli zake yeye za kutafuta ugali, awe msemaji. Kwa hiyo sisi tumwambie, huo usemaji utakutokea puani, huwo unautafuta kwa nguvu utakutokea poani, we ushapoteza mwelekeo. Tulia, kaangalie familia yako. Kama vipi, naenda kwa bibi yako Msanga, kaombe shamba, ulime miogo saizi, kipindi cha vuli. Acha kutuchafulia mpira, toa hukumu. Yaani unashindikiza fulani aondoke. Kati yao ndio wamekufanya wewe bingwa wa misimu mitatu. Leo wao wa wa unawashutumu. Je, unajiona hao viongozi wa Heredia washajua msimu huu ubaya ubela na ubaya ubela sio hapa tu. Huko wanapokwenda huko ndio tunaenda kufufua makaburi. Utawauliza, kuna kanuni inaruhusu kuluka mageti kule wanakokwenda? Kuna kanuni inaruhusu kudhamini vilabu nane? Watatuambia kule. Sawa, kuna kanuni inaruhusu wewe umeshaambiwa mechi hakuna unapeleka timu uwanjani. Yaani kule ndio wanaenda kujifungia wenyewe. Mimi nakusikilizia. Kichwa kuta Juventus, kenewakuta hawa. Kile kibibikizie cha tulini kile. Kinawakuta wa ndugu zetu. Neno langu la mwisho. Sasa hivi waendelee kula futari. Kama wamechoka kula futari, basi futari wataenda kuilia FIFA. Kama wamechoka kula futari, wataenda kuilia FIFA. Wao utawasikia wanacheza kucheza ligi daraja la nne, sio ligi daraja la kwanza, ligi ya ngazi ya mkoa huko. Hatutowaona tena, tutawaaga. Na kuna wengine inawezekana ila Ramadhani wasimalize kufunga. Kwa sababu majibu yatatoka siku mbili hizi. Ila Ramadhani wasimalize kufunga. Na waona kabisa hii Simba inataka kwenda kuwapoteza kuwa, kuwa, kuwa watu kwenye mashindano. Sababu wanachokilalamikia hakina maana, hakina tija. Eti oh kama kama Zamaleki tu. Zamaleki kapewa pointi tatu, waamuzi walikuwepo. Wewe umeenda pale umefunguliwa geti la uwani umeingia ukiwa peke yako na mechi imeahirishwa. Nani alisimamia mazoezi yako mpaka upewe pointi tatu? Kwa hiyo ni uhuni ambao unaendelea kwenye nchi yetu. Sasa kama mtu anakuwa juu ya mamlaka, huyo mtu atakuwa hukumiwe haraka sana. Kwa hiyo mimi naona wale askari, hizi kauli anazoongea bado anawalembea ana, ana, ana lembea. Piga nyundo hawa waende vizuri kule kasi Sawa yeah. So, oh, wao kienda kasi, sisi tunaenda spidi. sawa? piga nyundo, shusha daraja huko ili waende vizuri huko. huwezi kuizalau mamlaka kwa sababu hiyo FIFA wanachama wake ni sisi, anapokea ana, ripoti kutoka nchi zote kupitia sisi. We kama nani ukashtaki mamlaka na kati mpaka leo haijatoa taarifa rasmi kwa umma. Wewe mpaka leo unahukumu juu ya mamlaka. Kwa hiyo wanaonekana wanataka pointa za mizani. Wameshashindwa kucheza na Simba. Kwa hiyo ile kwenda Bunju nini? Ile yote ni zuga. Hawataki kucheza na sisi. Sasa kama wataki waame nchi, waende Zanzibar. Swali andaa hapa vijazi vao kimataifa waambie vile sio wamevaa wapi. Ile Kilimanjaro ndio Zanzibar. Yaani hawajasema Tanzania wamesupport wame mlima wa Kilimanjaro na mkoa kwa ujumla na Zanzibar. Waende wakacheze ligi ya Zanzibar. Wao sio wa Tanzania kwa ujumla. Wao wako Visiwani wakacheze ligi ya Visiwani kule kwa walaulojo wenzao, waende kule wakacheze, watuache sisi hapa bara tuendelee kutamba, kuheshimisha Tanzania kwa ujumla. Wao mabingwa wa kihistoria, wameadhimisha hapa juzi tu, lakini leo kwenye mashindano ya awamu hii, timu ya kutegemea Tanzania hivi, kama Simba ingekuwa ipo saa hizi kuna mwakilishi kimataifa, si wote wanasuka mikeka nyumbani? Sisi ndio wenye mpira wetu, na ndio maana tumeamua sheria ifanye kazi. Saa hizi kalia, tusikilize. Simba ubaya ubwela kaa kwenye mstari saizi, umepasha mamlaka kasi kule, kafu kule saizi ushakuwa mjumbe huku, ushakuwa rais wa Kosafa. Hawawezi akakuchezea hawa viamba mkumbe. Kila siku tunakosa wadhamini kwenye ligi kuu kwa sababu yao, we mtu mmoja tu anatumia twiga wa NBC, eti nyeusi na nyeupe, NBC na nyeusi na nyeupe kwenye twiga yake, timu 15 zote zinavaa. Maana yake anaona hii ligi ya baba yake hasa, kama ligi ya baba yake, piga nyundo huyo. Baba yake aliyokuwa nyuma, tutamjua ni nani. Sasa najificha, hataki kuonekana, piga rungu tumjue baba yake.